Naambia ukweli Kevoo, hivi umeshawahi kuseksi na mwanamke mwingine kabla yangu? Dada Mamu aliniuliza lile swali huku anatabasamu. Mi nikajiuliza kwa nini ananiuliza vile wakati mi ndio kwanza nilikuwa nakiona chungu kwa mara ya kwanza. Yani mi, mi sijawahi kusex do kabisa. Ujawahi Kevoo? Yani leo ndio mara yako kwa ya kwanza ya kabisa yani, basi ndo unipeleke hiyo moto. Ujue umekawia sana kumaliza hadi nikajua mzoefu. Da, una hatari. Mimi si niende sasa. Wewe naye utaenda tu bwana, hebu njo hapa. Dada Mamu alinivuta kwenye sofa akanilaza kichwa changu miguuni mwake akaanza kuchezea nywele zangu laini za kishombeshombe hivi. Ujue nini Kevoo eh? Niambie. Mi nataka uwe bwanangu kabisa, alafu usilali kabisa na wanawake wengine, sawa? Dada akijua je, itakuwaje? Utamwambia aka, siwezi basi hawezi kujua, utakuwa bebi wangu. Alafu ukiwa na shida yoyote, naambie sawa Kevo? Sawa dada. Sawa mama, safi sana, ila nikiwa na kina Selina niite dada, sawa sawa. Lakini mbona sijamwona mwenye nyumba bado? <laughs> Wewe naye jiongeze, hizo zilikuwa propaganda tu za kukuleta ndani. Mimi nilikuwa na upwipwi. Eti <laughs> upwipwi una akili wewe. Nani ana akili? Hebu toka mshenzi muone. Mshenzi mwenyewe. Tulijikuta tumeingia kwenye ugomvi wa kupigana na mito. Basi tukacheza, nikajikuta nimejisahau kabisa. Gafa tu nikamzoea. Damamu binti akaubeba moyo wangu ghafla tu, wakati tunacheza hisia zikatubeba. Mara tukarudi ulingoni huku, safari hii walau nikiwa mwenyeji, kwa kutumia uzoefu niliyopata kwenye mechi ya kwanza. Kevoo aliniita mamu kwa sauti ya chini. Muda huo ametoka kuangusha madafu mawili mazito na hakikisha Selina haoni utupu wako. Namjua yule ni mshenzi wa tabia. Mm, dada yangu mbona hana shida? Hana shida sababu hajajua umebeba nini, ila siku akijua tu umekwisha. Nakwambia mimi atakugeuza mumewe humo ndani. Dada yangu awezi bwana. Sawa, ila tu kwa tahadhari, jiweke naye mbali sana, asijue kabisa. Basi sawa, tumemaliza kuongea tu mara, simu ya mamu inaita. Kuangalia namba ni ya Selina, hapo tukaangalia na kwanza, kisha akapokea, we mbwa huko home? aliuliza Selina. Ndio, niko home. Okay, nimekaribia, hapo niko hapa kwa mangi mtaani kwenu. What? upo wapi? Mam alikurupuka, na mimi mapigo ya kasi yakaenda moyo. Mam alikata simu akanitazama mimi, muda huo pressure napanda na kushuka, sielewi cha kufanya. Vou, sasa tunafanyeje? Kwani kwa mangi ni wapi? Hapo tu mbele, yaani kiufupi, ameshafika gongongo. Mlango uligongwa, hiyo ilimaanisha Selina tayari yupo mlangoni. Nikahisi kuchanganyikiwa, namogopa sana dada u ukiachana na mambo yake huwa anapiga huyo baraa. Alisha nipigaga mara kadhaa. Wakati fulani damamu, nafanya nafanyaje? Dada ataniua. Ingia vunguni, ingia vunguni chap! Hapo hata sikuuliza mara mbili, nilizama uvunguni, nikahakikisha nimebeba kila kilicho changu. Weka hapa mzoefu, fungua hata kama huko unaliwa sijali we fungua tu <laughs> shakubimbi wewe nani wa kunila mimi nishawaambia sasa hivi sitaki bwana mimi wee alisema kisha akafungua mlango utaki bwana eh? basi acha upwiru kuue mbwa wewe nishazoea bwana sasa hivi hata, hata hamsina wewe humu ndani, mbona nasikia harufu ya... harufu ya nini? ya watu walikuwa wanafanya mapenzi? Acha umalaya wewe, maraya hey. Wewee, ndio mimi ni malaya kweli, kiasi kwamba najua kabisa harufu za watu wawili waliotoka hukunjana? au <laughs> umemficha chooni, mwehu wewe? Alisema huku anafungua mlango wa bafuni au yupo uvunguni? Alisema huku anainama chini achungulie. Selina anainama uvunguni hivyo. Oh, je, nini kitatokea katika sehemu ya nane ya simulizi hizi nzuri. Usiache ku like ku comment na ku subscribe ili wa kwanza kupata matukio um, na miendelezo pindi tu ninapoachia. Asante mpaka wakati mwingine, chao.